Makocha wawili ambao walikuwa wanatarajiwa kuja kutua katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kocha mmoja ni kutoka pale Mamelodi Sundowns, lakini kocha wa pili ni kutoka Botswana. Mchuano ulikuwa ni mkubwa, mchuano ni mkali kweli kweli. Ni kukumbushe kwa wewe ambaye umetembelea chaneli hii, akisha unaungana nasi kwa kubonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe, kisha itatokea kengele, bonyeza moja kwa moja, unaunganishwa kuwa mwanahabari mkubwa sana katika chaneli hii e, pendwa. Kwa hivi makocha hawa ambao waliokuwa wana michuano mikubwa sana hii yote ni kwa ajili ya kuweza kuifundisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambayo imekuwa na utata wa makocha kwa msimu huu. Baada ya kocha Fadru kuondoka, basi timu hii imebaki e, na kocha msaidizi ambaye ni Suleiman Matola, lakini bado pengo la kocha mkubwa lilikuwa lina hitajika e, sana kocha mkuu ambaye aliyekuwa anatarajia kujiunga ni huyu kocha ambaye ni wa Mamelodi Sundowns ambaye ni Mokoena, lakini baada ya jitihada zote kushindikana kwa kocha Mokoena e, kocha ambaye hivi sasa ameweza kushikilia e, timu na kuweza kukubalika na wekundu wa Msimbazi Simba ni kutoka pale nchini Botswana. Kocha huyu hivi sasa tunavyozungumza yupo ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ikumbukwe utamaduni wa Botswana, kocha huyu mpya kwa mwonekano wake ni kocha ambaye ana tatuu nyingi sana katika mwili wake, kwa hivi ni kocha ambaye ana utamaduni wa e, ki, michezo na sanaa katika e, nchi hiyo ya Botswana. Ukiangalia katika mas masikio yake basi ana e, leni ambazo e, zimewekwa katika haya masiko yake, lakini ni utamaduni ambao upo katika nchi ya Botswana. Ni wengi sana wanapenda kuvaa hivyo, lakini pia a, kuchola tatuu katika miili yao. Kwa hivi mara tu baada ya kocha wa Mamelodi Sundowns kupigwa chini na kuweza e, kuchukuliwa kocha huyu kutoka pale nchini Botswana. Kocha huyu leo amecheza mchezo wa kirafiki akiwa na wekundu wa msimbazi Simba, na Simba kuweza kuibuka na magoli mawili kwa bila. Amecheza na timu ya Al Hilal Tripoli, lakini ni mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana, lakini kutokana na jitihada za kocha na muunganiko wa wachezaji